Ulimwengu, nataka nikwambia kwamba mtu unayenunua na kuuza, zipo habari njema, habari za Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti, ambaye Mungu alimtumwa kwa ajili ya mwanadamu, ambaye Mungu alimwagiza kwa, kwa ajili ya mwanadamu kwenda kumkomboa mwanadamu hey. Ukimwamini jioni ya leo, ukimwamini jioni ya leo, ukimwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu anabadilisha maisha yako, kwa maana. Ndio maana aliutoa upendo wake kwetu, ndio maana alimtoa mwanawe pekee, akautoa upendo wake kwetu. Mungu akaamua kuacha enzi na utukufu, akamtoa mwanawe pekee, kwa sababu alituona wasamani. Pala Adamu na Eva walipoanguka kwenye dhambi, Tuli tulikosa mahusiano na Mungu, lakini Mungu akaamua kurejesha mahusiano kupitia mtoto wake ambaye ndiye Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie jioni ya leo. Yesu anakupenda. Mtu unayeuza na kununua, Yesu anakupenda. Yesu anasamaria, Yesu anakuona wa samani kwa sababu unapumua, kwa sababu Yesu Kristo anakupenda na maana jioni ya leo nimekuletea habari hizi, habari za Bwana Yesu, habari njema za ufalme wa Mungu, habari za Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Amen. Nataka nikwambia kwa mtu Mwamini Yesu Kristo, akaingia ndani ya maisha yako. Yesu anabadilisha maisha yako.